Ulivyokamatwa uliambiwa nini? Nilivyokamatwa nikahojiwa. Walivyomaliza kunihoji. Kuhoji kuhusu nini? Kunihoji kuhusu mambo mbalimbali ya mitandao, wakawa wanaandika kwenye makaratasi. Wamemaliza jioni, nikapelekwa lokapo hapo pombea. Baadaye usiku nikaitwa, Mwandambo nikafungwa pingu nikaingizwa kwenye. Walikuwa ni polisi wamevaa nguo za polisi S raia na vitambulisho. Walivaa kiraia lakini nawafahamu kama ni polisi kwa sababu mimi ni mwenyeji wa Mbeya na wale polisi wa pale pale Mbeya. Mhm. Mm, kwa wakanichukua kunipeleka kituo cha polisi cha Inyala. Na kiko tofauti sana na kituo cha polisi cha Mbeya. Kituo cha Mbeya ni kizuri sana. Cha Inyala kiko. Yaani selo selo ya kutunzia mm -hmm. ya kuwaweka watu. Aha. Uh -huh. Ya Inyala kwanza niliwekwa peke yangu. Yaani chumba niko peke yangu, hakukuwa na watu wengine, sina mtu mwingine hata mmoja. alafu kutoka Inyala hmm. yes. Nasema ilikuwa bora kwa sababu hata choo yake haikuwa nzuri. Maisha yalikuwa mabaya kidogo, ingawa maaskari wa Inyala walikuwa wazuri, wananunulia chakula. Kwa hiyo nimekaa Inyala Jumatatu jioni, nikashinda Jumanne, Jumatano mchana wakanichukua kunipeleka Iringa. Askari wale wale wali kuchukua Mbeya, e, wale wale nichukua Mbeya mm -hmm. Ndio akanichukua ndo Inyala pale. Wakakwambia wanakupeleka wapi? Ha, ha, waliniambia kwanza, kabla, na, kabla sinatoka Mbeya kuna askari nambia hii safari na Dar es Salaam mm -hmm. Kabla hajaniweka inyala kwa wamenichukua pale akaniambia wana kumbuka, nikamwambia Dar es Salaam, nikasema na, nakumbuka mm -hmm. Kwa nikajua eh, watu wakubwa wat na, nihitaji, hmm. na kwa ajili ya nini? ile safari ilishia Iringa. Iringa kapelekwa Central Police pale, sikuingizwa ndani, nikatolewa na gari nyingine, sio walionileta Mbeya, maaskari hmm. hmm. wengine wenye uniform na mabunduki makubwa, wakanisindikiza tena wakanipeleka kwenye kajumba, ni kituo nafikiri hakijatumika mwaka mzima hapo Iringa, hapo Iringa. Hmm. kina wadudu wengi sana Buibui boy boy. Nililala pale Ijumaa jioni nikashinda mwaka mpya mpaka jume juma Jumatano jioni nikashinda Alhamisi mwaka mpya mpaka Ijumaa asubuhi ndo akanichukua.